Pale, pale mimi nikaa, nimeomba sana msamaha kwa sababu nilikuwa sina njia nyingine, na huyo mtu mwenyewe atangempigia angu hana msaada na mimi kwa sababu hana maisha yote. Niliomba msamaha, nikajitahidi kulia kwake, nisamee hivi na hivi, ni kweli nilifanya makosa, ili arudishe moyo wake, kimradi mimi nipate tu ile na ile nafasi ya kunipeleka mimi hospitalini nikapate matibabu, kwa sababu alikuwa mbaya sana wala ili kupeleka hospitali hakukupeleka bado. Hapo mimi hakuweza kunipeleka, kwa sababu nilibidi nimpigie simu mshikaji wangu ambaye ni boda boda tu E, ni kama tuko kama familia, nikaa nimempigia simu nikampa hali halisi jinsi ilivyo, nikamwambia bwana, mimi naumwa sana, niko nipo, nipo kwa shuko nani, kwa sababu yule dada alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa ah, nimetoka ni muda mrefu kidogo, unajua bwana, mtu kishafanya matukio hata jina linapotea. E, alikuwa anaitwa Adija. Adija. Mimi kwa pena kumita D sababu, kiufupi sababu unajua bwana, neno fulani D nikamuita D. sasa Nikamwambia, nipo kadi lakini mimi naumwa sana. Nikampigia boda boda, akaniambia sasa fresh, nije kukuchukua nikupeleke hospitalini. Nikamwambia bwana, mimi unakuja kunichukua lakini sina chochote yani, sina hela hata kukulipa yani, sio hospitalini tu kwenda kulipa hela, hata kukulipa wewe sina. Sasa akaniambia inakuaje sasa, tutafanyaje sasa? Nikamwambia mimi sielewi. Nikamwambia mimi hapa nina simu, kipindi hicho nilikuwa na Tecno Spark 2 nadhani ndio zimeanza toka, toka zile eh, Pop 2 nadhani kitu kama hicho, na ile simu ni ile mwanamke ndio alinichukulia, alinichukua kama zawadi

lakini ule mwanamke hakuweza kwenda na mimi hata hospitali, alibaki amelala ila kabla hata kwenda hospitali, niliambia maneno neno ambalo siwezi kulisahau katika maisha yangu. Alisema haya anakotokea, mimi ndo nimeyafanya, na nimefanya soko sababu bahati mbaya, nimekusudia. Nikamwambia basi, naomba unisaidie kwa sasa hivi, mimi niko tayari kufanya chochote, hata kukoa, ili niokoe maisha yangu. tukuzungumza kile kitu Akaa amesema mimi sina uwezo wa kusaidia kwa sasa hivi, kwa, kwa sababu mi dawa nilikuwa natumwa nikuwekee jinsi ya kuziweka sababu ni asira

Yani ni, yani tuseme ni tibio kwa kawaida, kwa sababu ni sindano za maumivu madrip tu basi. Eh, baada hapo nikajisikia niko nomo niko sawa tu yani niko fresh. Nikarudi nyumbani, nikarudi kwake, kwa sababu sio nyumbani kwake, kwa sababu nilikuwa sina. Eh, sema ukikimbilia sehemu nyingine. Kwa hiyo uliporudi pale alikupokeaje? Ah, kwa sababu nilimwambia amenda kazini, anapiga misha, alikuwa anapiga misha supermarket Tabata. Eh, tutaenda kazini lakini alinitumia message, ukifika kuna mama moja watu mama Juma pale, tumepanga ile nyumba, mwambie akupe funguo utaingia ndani. Kwa hiyo nilipofika basi nikachukua funguo kwa mama Juma, nikaingia ndani, nikaagiza miogo na kumbuka ndani, nikaagiza miogo lakini nilikula ile miogo. Kufika saa tatu asubuhi ile hali ikarudi vile kama ilivyokuwa siku yake. Ulichoamua sasa, baada ya kuona hali inajirudia ukafanya nini? Nimepiga wazazi wangu kwa pata taarifa, akiwa mama wangu mzazi pamoja na dadangu. Mm-hmm. Nikamwambia lakini wenyewe akachukulia nomo akasema ah itakuwa bado na vitumbo bwana vinakusumbua bwana. Unajua bwana siku siku, yaani sikuwafanulia hali halisi ambayo ile kwepo. Akanambia ndio na vitumbo bwana kula kwa wakati. Unajua bwana, si unajua mtu ukionaye mbali ukisema unaumwa ni yatikiwa, karibu na yeye ndio anajua anayeumwa. Yaani anaye kwa karibu na mgonjwa ndio anajua anaumwa kiasi gani mgonjwa. Lakini ambao iko mbali naye anasema nadhani hiyo kitu nimeeleweka kidogo. Kwa hiyo nikamwambia bado na vitumbo ni ile kwa wakati. Lakini kama mimi na hali mbaya, akaniambia amna kula kwa wakati tu bwana, vidonda vya tumbo, cha msingi labda wewe kama hapo tukutumie hela kwa nuna sali, utumie tu. Kwa nakumbuka mama yangu alinitumia shilingi 7000. Dada yangu akatumia shilingi 2500. Ndio hela ambayo nilitumia siku ile. Lakini paka kufika saa sita mchana, hali ikawa mbaya tena sana. Nikapelekwa hospitali ya Magereza inaitwa Field Force kama unaijua hapo Magereza. <laughs> E, na rafiki yangu tena huyo bodaboda akanipeka paka, paka, paka, paka, paka, paka, paka, pia nikafika nikapewa kitanda. Pigwa sindano maumivu kama kawaida, nikafanyiwa jani, nikatibiwa normal kawaida kama kule kule tu wana, wanahisi kama vidonda vya tumbo tu nilivyofanyiwa kule kule, nikatibiwa nikatibiwa kutokana na uzoefu wa madaktari wenyewe wanavyoelezea e, unapokuwa unaenda hospitali sababu hiyo hela, nimeenda pale na hali mbaya sana, kama nilikuwa nayo usiku. Nimefika pale kutembea siwezi, nafika pale yaani, mshikaji wangu mimi boda boda, na mshikaji wangu mwingine tunaenda naye ni kama anaitwa Idi, tumetaka Idi Mashimo. Namshukuru sana jamaa na watu wengi sana kuwashukuru. Lakini namshukuru jamaa sana sana Uh, kufika pale jamaa amenishika. Yaani wewe unapelekwa mgonjwa na kushika ile mpaka kuingia ndani. Wakati hata kutendea huko. Siwezi tena. Eh, kufika pale Philip Fosi unajua kuna utatibu wake pale. Wanaangalia bima, si una ile mzunguko, si unaenda same flying kachua daftari, si nadhani mnaelewa masuala hospitali jinsi yalivyo. Hapana kusaidia. Eh, lakini sasa nimefika pale na nashukuru Bwana Mwenyezi Mungu akimfanyia pesa na kufanya mapesa tu. Kuna dada mmoja alikuwa ni nesi. Akasema huyu mbona anajimba sana? Shida nini? Akama DC pale. Nikabidi niingizwe mimi haraka ile tunaishi tuna kusema. Kaona daktari si huyo, ngoja ka foreign, yes ka foreign sababu alikuwa ngumu kwamba sana kwa, nikapewa kitanda pale pale, nika daktari akaja kuniojea nipo kwenye kitanda, nika nimetibiwa pale kwenye kitanda akanipiga kama sindano tu na drip lakini mpaka sana usiku, nika niko normal tena, niko sawa, na, naweza kutembea, na ni, nikaambiwa unaweza kuruhusiwa ile kula kwa wakati, kwa hiyo hali ilikuwa <reanya> ni kama umama saa